Mama Samia Legal Aid Campaign imetoa darasa kubwa sana, imetoa darasa kubwa kwa wananchi ambao wamejifunza sheria na utatuzi wa migogoro, imetoa darasa kubwa kwa viongozi ambao tumekuwa tukitekeleza mpango huo. Moja kati ya darasa kubwa ambayo tumejifunza ni kiu ya wananchi kwenye haki. Wananchi wana kiu ya haki, kila tulipokwenda wananchi mamia kwa mamia maelfu kwa maelfu walijitokeza kupata haki, haki ya kujua elimu na haki ya kutatua matatizo yao. Kwa hiyo tumejifunza hilo, lakini pia tumejifunza ya kwamba kuna umuhimu mkubwa mno kwa upande wa serikali kuimarisha mifumo ya haki na utatuzi wa migogoro, hususani kwa njia mbadala, katika maeneo ya chini yaani katika vitongoji vijiji, mitaa na kata, kuna umuhimu sana wa kufanya tafakuri upya ya mifumo ya utatuzi wa migogoro kwenye ngazi ya kata na kushuka chini, kuifumua tena ili kumpa mtanzania haki. Elimu ya sheria ni muhimu sana kwa wananchi, wajue angalau yale mambo ya msingi, na Mama Samia Legal Aid Campaign imekuwa ikifanya hivyo lakini elimu ya uraia hapa, tuna ombwe kubwa sana sana la elimu ya uraia, na ndio maana uzalendo unapungua, kwa sababu ya kukosa elimu ya uraia. Elimu ya uraia inakufundisha wewe ni Mtanzania na kwamba Tanzania ndiyo nchi yako. Una nchi nyingine? Ukiona mtu anajimwambafai kwa kuichafua nchi yake kwa kuibagaza Tanzania wakati yeye ni Mtanzania, huyo hana elimu ya uraia. Ukiona mwandishi wa habari anaandika habari ya kuibagaza nchi yake na inakwenda kimataifa, huyo hana elimu ya uraia. Kwenye elimu ya uraia inafundisha, Tanzania kwanza, uzalendo kwanza, kama kuna changamoto yetu ni ya ndani. Hiyo ndio elimu ya uraia na utawala bora pia utawala bora unahitajika pia kwenye ngazi za vijiji mpaka juu, ambayo inakwenda sambamba na elimu ya uraia, kwa sababu utawala bora na utawala wa sheria unataka kutufanya tuondoe migogoro yote, tuelimishe wananchi ye, nchi yetu iweze kusonga mbele. Na mwisho wa siku, elimu ya uraia na utawala bora ndiyo itakayeleta haki, ndiyo itakayeleta amani, ndiyo itakayeleta usawa pamoja na maendeleo.